Habari, karibu tena katika chaneli yetu ya Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Leo tutaongelea sababu zinazopelekea kichwa cha uume kuuma. Wengi wanaume wamekuwa wakipitia changamoto kaza wa kaza, lakini kwa kuwa sasa changamoto zetu waziongelewi mara kwa mara, huwa inapelekea wengi kupata shida. Sasa kichwa cha uume kina determine kila kitu. Kichwa cha uume kinakupa taarifa ya afya ya uume wako ilivyo, kama iko chini au iko vizuri, hizo zote ni taarifa unapewa kwa hiyo, unachotakiwa ni kufahamu kwamba taarifa unazopewa ni ziko vipi. Changamoto namba moja inayopelekea maumivu ya kichwa cha ume tunasema ni kuvimba kwa tezi ya prostati, tezi ya prostati mara nyingi huwa inatokea wanaume wa rika zote, na hii unapata dalili gani? Cha kwanza unapata maumivu makali ya uume. Cha pili unapata maumivu ya kinena. Kama unapata a, maumivu hapa sehemu ya kinena, basi changamka, ni hatari kwa afya yako. Lakini namba tatu tunasema kupata maumivu ya makalio na wakati wa kukojoa. Lakini pia wengine ni kuhisi mkojo unabaki kwenye uume, unakuta kama mkojo wote hauishi. Lakini pia a, unaona kabisa usiku unaenda kukojoa sana. Ukiona hivyo, basi jua aineze kasababisha kichwa chako cha ume kuweza kuuma, ambayo tunasema ni kuvimba kwa tezi ya prostate. Lakini namba mbili, huwa tunasema ni ka ukavu kwenye kichwa cha ume. Wengi unakuta kwenye kichwa chako cha ume unakuta ni mkavu, na kinachosababisha ukavu, namba moja huwa inatokana na, na natokana na sabuni unazotumia unakuta unatumia na sabuni kali, lakini pia inatokana na kuosha sana uume. Unakuta mwanaume anaosha sana anasugua sana ule uume. Sasa hii mara zote huwa inapelekea uume uh, kuweza uh, kuwa kuwa dry kukauka, au kuwa na irritation, na mara nyingi utapata maumivu makali, lakini pia utakuwa unawashwa moja kwa moja na ngozi kukauka. Ukiona hivyo, basi jua una irritation, lakini pia allergy, allergy reaction ambayo tunasema ni mzio, ambao unaweza ukapata allergy ya sabuni, ukapata allergy ya kondomu especially zile kondom zina na a, latex nyingi huwa zinasababisha uh, inasababisha kichwa cha uume kuuma. Na hii mara nyingi huwa inatokea, kwa sababu unakuta sabuni ulizotumia haziendani na, na, na wewe. Hii huwa inasababisha changamoto kubwa. Unapata dalili gani? Kwanza unachoma choma, lakini cha pili unawashwa, lakini cha tatu ni maumivu na kuwa wekundu kwenye ule uume. Kwa hiyo ukiona dalili hizi wewe mwanaume hakikisha ukiona dalili yote kwenye uume wako shtuka, ili uweze kupata a, tiba lakini pia kingine kinachosababisha maumivu kwenye uume tunasema ni mwa, eh, ni msuguano mkubwa ambao tunasema ni friction, kwa wale wenzangu na mimi ambao unapiga punyeto na napiga punyeto kuhisi kupita kiasi, lakini pia kufanya ngozi ngono bila kuwa na majimaji ya kutosha. Na kama wewe mwanamke, kipindi cha kufanya seksi uume wako ay, uke wako unakauka, hii ni changamoto, inasababisha friction kubwa, inaweza kusababisha maumivu ya uume. Lakini pia kondomu kukauka, unakuta kondomu mara nyingi unaku ukakuta inakauka hivi au inaleta latex nyingi sana, latex nyingi sana. Hii ni changamoto aa, kubwa. Na dalili na dalili unayokuwa nayo ni kuchubuka, joto kwenye uume, kichwa cha uume, lakini pia unapata na maumivu makali. Ukiona dalili hizo, basi ujue una msuguano aa, mkubwa. Lakini pia maambukizi ya ngono, sexual transmission infection. Kama una changamoto ya ngono, una changamoto ya karamidi ya moja kwa moja, trichomasisi moja kwa moja huwa inapelekea maumivu ya kichwa cha uume na wengine huwa wanatoka uchafu mfano wa usaha na kuchomachoma wakati wa kukojoa. Ukiona dalili hizo, ndugu yangu, shtuka, jua kwamba una uh, changamoto kubwa kwenye uume wako, jua kwamba una changamoto ya gono. Lakini pia kuvimba kwa kichwa cha uume, unakuta kichwa chako cha uume kimevimba. Sasa hapa ni wale ambao ambao hawajatailiwa na ambao wanakosa uchafu usafi wa kutosha, na hiyo inapelekea nini? Unakuta kuna uvimbe Ha, kwenye kichwa cha uume, lakini pia unakuta kina wekundu, unakuta kina maumivu makali na harufu mbaya, na unakuta na ngozi ni kama vile inasogea. Ukiona dalili hizo, basi jua kwamba una uvimbe kwenye kichwa cha ume, na hii ni hatari sana kwa afya yako. Kama una uvimbe kwenye kichwa cha ume, hii ni baraa. Kama una changamoto hiyo, wasiliana na daktari Jimmy leo kupata msaada zaidi. Lakini pia kuvimba kwa njia ya mkojo, eh, njia ya mkojo imeweza kuvimba na iko nini, kwa nini navimba? Kwa sababu kuna bakteria, unabateria kufanya ngono bila kinga, na pengine maambukizi ya UTI na iwe inapelekea unachomachoma, unapokuwa unakojoa, unapata maumivu ya ndani ya ume. Lakini pia michubuko na kuwashwa nakuashwa na hivyo basi jua umevimba kwenye njia ya mkojo moja kwa moja. Wengi wamekuwa wakipitia dalili hizi na wengi huwa wanatafuta suruhisho na wengi sasa huwa tuongei, wanaume huwa tuongei, tunaishi nayo. Hii ni hatari kwa afya yako. Lakini pia fangasi, yeast infection ya candida. Candida, ukiwa na maambukizi ya kandida basi, mara nyingi unatokea baada ya kushiriki atendo, baada ya kushiriki ngono. Lakini pia bila kufanya usafi na shiriki ngono bila kinga na kufanya shinda kufanya usafi huwa inapelekea, uh, changamoto ya bakteria huwa inapelekea maumivu ya kichwa cha ume, na mara nyingi inasababisha unakuta unawashwa, unapata maumivu, unapata wekundu, lakini pia unatokwa na uchafu uh, mweupe. Kwa hiyo hizo ndo baadhi ya sababu zinazopelekea kichwa chako cha ume kuweza kuuma. Kwenye comments niambie unafikiria wewe ni sababu gani, uh, sababu ipi nayo kupelekea kichwa cha ume uh, kuweza kuuma. Kama ni mara ya kwanza kupatia channel yetu, subscribe na comment muweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Hakikisha unatucheki. Kama una changamoto yote ya kiafya, tumesaidia wanaume wengi kuondokana na changamoto zao za kiafya. Kwa hiyo hakikisha unawasiliana na mimi leo kupata msaada zaidi. Karibu.